Tuhuma za ufisadi dhidi ya gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya imetajwa katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi, huku maafisa wa DCI wakimshika mkurugenzi wa mawasiliano katika serikali ya kaunti ya Trans Nzoia Felix Martin Sialo. Leonard Shebewa Malwa anatuhabarisha kwa kina. Kesi hiyo iliyotajwa kwa mara ya kwanza mbele ya hakimu mwandamizi wa mahakama ya ufisadi ya Milimani, Bi Zipora Gichana ilishuhudia upande wa mashtaka ukikosa kuwa tayari kuwasilisha ushahidi wake mbele ya mahakama hiyo. Unfortunately, Your Honor, on our part we have not been able to comply with those orders and we'll be seeking for an extension of time within which to comply. We'll be praying for two more weeks to comply. Hata hivyo hakimu Ngichana ametaka upande wa mashtaka kuwasilisha ushahidi unaohitajika kuhusu kesi hiyo kabla ya tarehe 16 mwezi huu wa Juni mwaka 2025 wakati kesi hiyo itakapotajwa tena orders.

25. Na punde tu baada ya kesi hiyo kumalizika kutajwa mahakamani, maafisa wa polisi waliovalia nguo za raia walisababisha purukushani na sintofahamu nje ya mahakama hiyo, walipomvamia afisa wa mawasiliano katika serikali ya gavana Natembeya Felix Sialo, huku wakimnasa na kutoweka naye, licha ya waliokuwepo kujaribu kupiga mayowe ya kutaka kumnusuru

Viongozi wa kisiasa waliokuwepo ambao pia ni mawakili wa Gavana Natembeya wakiongozwa na kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka na Eugene Omalwa wa DAP-K walishutumu vikali kitendo hicho wakisema ni mbinu ya kisiasa ya kuwatishia wale wanaosimama na Gavana Natembeya. Some of us came prepared to represent both Governor Natembeya and, uh, Rose Jerry, a very young lady.

Whether family, whether politically associated, whether working with Governor Natembeya, we have seen them harassing people here who travel all the way. We are saying this harassment must stop. Nikiripotia West TV kutoka mahakama ya milimani katika jiji kuu la Nairobi naitwa Leonardo Wamalwa